Hiki tutakuwa na mada inayohusiana na uh, sheria ya utumishi wa umma, maadili ya utumishi wa umma, masuala ya uhamisho katika mfumo na aba ya kitoaezeshi na vile vile utaratibu wa kulipo malimbikizo. Tunapata changamoto kubwa sana, mgeni rasmi, kwenye masuala ya nidhamu. Tunatamani tukitoka hapa tutengeneze network ambayo itatusaidia kufanya consultation kutoka halmashauri moja katika halmashauri nyingine, kutoka taasisi na kuja kene kama hapo, ili wenezwa hawaekua na kasumba ya kutokufuata sheria, kanuni na miongozo, waraka mbalimbali zinazotolewa. Aidha, kwa kutambua hilo, vikao kazi mbalimbali vimekuwa vikiandaliwa kwa lengo la kufanyia wafanya watumishi wawe na uelewa pamoja juu ya sheria kanuni na miongozo, na hii ndio lengo la kikao hichi cha leo. Vikao vimekuwa vikifanyika kwa uwakilishi mchache, na katika umeonekana, imeonekana ifiki kwa maana kama nomaa lengla kikao hici tumetumia mfumo wa na kupata uwakilishi ili i ifike kwa wakati na kutatoka changamoto nazzokabidi Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora inapokea barua nyingi za ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya kiutumishi ambao mengi yao tayari yamekwisha kutolewa maelekezo. Huu ni ushahidi kuwa watu hawawajibiki pasavyo katika kusimamia sera, kanuni, taratibu na, na sheria zilizowekwa. Hivyo ndugu washiriki, katika kikao hiki ambacho tunafanya leo, najua tutapata muda wa kujadili, eh, sheria yetu hii ya utumishi wa umma sura mia mbili tisini na nane na kanuni za utumishi wa umma za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kanuni za kudumu katika utumishi wa umma toleo la elfu mbili na tisa pamoja na nyaraka mbalimbali zimeainisha baada taratibu zinazopata kufuata katika kushughulikia masuala mbalimbali ya kiutumishi na hivi vikao ndio mnaweza mkajua hii sheria ina changamoto gani na mkiona kuna changamoto mnashauri nyie ndio wataalamu kwamba jamani hii sheria ina changamoto moja mbili, katika utekelezaji, na nyiye ndio mnakuja na mapendekezo. Baadaye mnatoa mapendekezo ambayo yanaenda kupelekea kurekebishwa kwa sheria. Sasa katika mjadala huu ni, ni waombe na kuwasihi tujadili huku tukiangalia mapungufu ambayo yanatukwaza katika utekelezaji wa sheria zetu. Ni wajibu wetu kusoma nyaraka zinazokuja.